Waziri mkuu mstaafu wa Kenya, Raila Odinga amefariki dunia katika wilaya ya Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka 80, baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati akiwa anafanya mazoezi katika matembezi ya asubuhi. Vyombo vya habari nchini Kenya na India vimeripoti kuwa Odinga alikuwa nchini India kwa matibabu kwa zaidi ya siku tano sasa, na alipata shambulizi la moyo kufeli ghafla akiwa ameambatana na mtoto wake wa kike na dada yake. Raila Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 na alikuwa waziri mkuu wa Kenya kutoka mwaka elfu mbili na nane hadi elfu mbili na kumi na tatu lakini pia amewahi kuwa mgombea urais nchini humo aliyeungwa mkono na wafuasi wengi. Kabla ya kuwa waziri mkuu, alikuwa mbunge wa Langata kuanzia mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili hadi elfu mbili na saba kisha akahudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na mbili na baadaye kama waziri wa barabara kazi ya umma na makazi kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi elfu mbili na tano, na kisha akateuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundo mbinu katika Umoja wa Afrika mwaka elfu mbili na kumi na nane Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulaiki na kushare.